Hello mambo, vipi! Karibu katika somo la kwanza ambapo tunajifunza kuhusu upotoshaji na aina za upotoshaji. Maana ya upotoshaji: upotoshaji ni kitendo cha kutoa au kusambaza taarifa isiyo sahihi au isiyo na ukweli. Mfano, mtu anaweza kutengeneza taarifa isiyo ya kweli dhidi ya kiongozi katika jamii kwa lengo la kumchafua, ili kuipoteza imani aliyoijenga kwa watu wanaowaongoza. Ya watu wengine wanaweza kusambaza taarifa hizo kwa wengine pasipo kujua uhalisia wake. Kuna aina kuu mbili za upotoshaji ambazo ni upotoshaji wa kudhamiria, yaani disinformation na upotoshaji usio wa kudhamiria, yaani misinformation. Upotoshaji usio wa kudhamiria, huu ni upotoshaji unaosambazwa au kutolewa bila kuwa na nia ya kupotosha. Mfano, unapotumiwa taarifa isiyo sahihi. Madhara ni matangazo ya ulaghai kuhusu nafasi za kazi na wewe ukasambaza pasipokujua uhalisia wake. Upotoshaji wa kudhamiria, hiki ni kitendo cha kutoa taarifa isiyo sahihi, isiyo ya kweli kwa maksudi ili kutimiza lengo binafsi. Katika hii mpotoshaji hutumia mbinu mbalimbali kuwalaghai wafuatiliaji wake ili kuweza kutimiza lengo lake. Mfano, mtu anapoamua kwa hiari yake kutengeneza taarifa isiyo ya kweli ama kusambaza taarifa anayojua haina ukweli ili kutimiza lengo lake anakuwa amedhamiria. Taarifa potoshi zinaweza kusambazwa kwa kupitia mitandao ya kijamii, vyombo vya habari, mazungumzo binafsi pamoja na machapisho. Ufanano na utofauti wa upotoshaji wa kudhamiria na usio wa kudhamiria: japokuwa zote hizi mbili ni aina za upotoshaji, lakini zinafanana na kutofautiana kama ifuatavyo. Utofauti: aina hizi za upotoshaji wa taarifa zinatofautiana katika dhamira pekee. Hii ina maana kuwa katika dhana hizi mbili, utofauti ni katika dhamira inayokuwa imekusudiwa na mtoa taarifa. Kufanana, zote huhusisha taarifa potofu na zisizo za kweli. Zote zinahusisha kusambaza taarifa zisizo za kweli, huweza kuwa ni madai ya uongo, takwimu zilizopotoshwa, au ukweli uliochakachuliwa au kuharibiwa. Njia za usambaaji wake, zote husambazwa kupitia njia sawa, huweza kuwa mitandao ya kijamii, vyombo vya habari, blog na njia nyingine za mawasiliano. Aina zote mbili za upotoshaji huwa na madhara sawa licha ya taarifa hizi potofu kuwa na dhamira tofauti zinaposambazwa, lakini zote zinaweza kuwa na madhara hasi yanayofanana, mfano watu kufanya maamuzi yasiyo sahihi. Fikiria kuhusu wewe mwenyewe, iwapo ulishindwa kufanya maamuzi sahihi kwa kukosa taarifa sahihi. Zote zinaweza kuwa na muonekano kama wa taarifa sahihi, japokuwa zinakuwa zimepotoshwa, mfano hutumia utambulisho wa vyanzo vya kuaminika kuchapisha taarifa potofu. Zote hutokea katika muktadha ambao unagusa masilahi ya umma. Mfano, taarifa zinazohusiana na masuala ya afya, siasa, fedha au huduma. Mara zote taarifa zisizo za kweli huwa na madhara kwa jamii. Hata hivyo, yapo mazingira ambayo taarifa za kweli huweza kutumika kuleta madhara kwa jamii. Taarifa hizi hufahamika kama taarifa sumu. Taarifa sumu ni taarifa za kweli zinazotolewa kwa lengo la kumharibia mtu kwa wakati husika, mfano kuvujisha matokeo ya kufeli mtihani ya mgombea wakati wa uchaguzi au kuvujisha picha za aibu za mtu ili kuchafua sifa yake.